Say, niko hapa, niko hapa. I love Tanzania, amazing place. Niko hapa. Nimefika. Wow. What are we doing? Imekuwa ni ndoto yake ya muda mrefu na yamekuwa ni matamanio yake ya muda mrefu kutembelea ardhi ya Tanzania na leo hii Aliahidi alitamani anatua rasmi katika ardhi ya Tanzania na hapa ni moja kwa moja kutoka katika kiwanja hiki cha kimataifa cha ndege Kilimanjaro, ari maarufu kia. It was his dream to be on the land of Tanzania with the organization of the Ministry of Natural Resources and Tourism, Braydon has been hosted as a king

itakuwa ni fursa ya kututangaza Tanzania vivutio vyetu nchini Uingereza, na baada ya hapo tutaona mafuriko ya Uingereza nchini Tanzania. Lakini pia tukumbuke, Braydon, ukiacha kwamba ni shabiki mashuhuri wa timu kubwa ya Manchester City vilevile vile ni mtangazaji wa timu hii lakini pia ni mtangazaji wa vipindi vya television vya Sky News. Serikali hii ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan inafanya mambo yake kimkakati. Nani ndio Tanzania? Huyu ni uh, shabiki wa Manchester City na amesema kwamba atazungumza na Watanzania wote bila kujali kwamba ni shabiki wa Manchester City au la. Kwa hiyo tuniwajulishe tu kwamba Tanzania iko imara, iko salama na inafanya mambo yake kimkakati wakati wengine wakitoka tu kwa hisia zao, wengine wanaingia, na hii inaitwa super sub. Mimi ni Braydon Ben. Mambo vipi Tanzania, kutoka Ulaya. I say uh, uh niko hapa finally here and asante sana hii. ni Kadoshi TV always on time.